Waumini wa kanisa Anglican St. Augustino Chumbageni Tanga wamemshukuru Mungu kwa kuadhimisha sikukuu ya mitende kwa amani na kuonyesha furaha yao kwa Bwana Yesu Kristo. Akizungumza na Tanga Televisheni, mchungaji kiongozi wa kanisa hilo, Kenani Emmanuel Mkai, amesema maadhimisho ya siku ya mitende inaonyesha jinsi Yesu Kristo alivyopokelewa kwa shangwe tayari kwa ukombozi wa wanadamu. Emmanuel Mkai kasisi kiongozi wa kanisa la Saint Augustine Chumbageni, na Archdeacon wa Archdeacon ya Pwani inayochukua wilaya ya Tanga na wilaya ya Mkinga. Leo tunapofanya maadhimisho ya siku ya mitende, kwa sehemu ni siku kuu vile vile, kwa sababu Yesu Kristo alipoingia Yerusalemu alishangiliwa sana akasifiwa sana akainuliwa sana. Hakuna mtu aliyewahi kuinuliwa na kusifiwa namna hiyo katika Yerusalemu yote. Na alipoingia Yerusalemu alionyesha kwamba ndio mfalme, ndio mtawala, anaingia kutawala, na wakamwimbia hosana mwana wa Daudi, yani mtoto wa mfalme anayekuja kutawala, kutawala ulimwengu, kutawala mataifa yote na akitawala kwa kwani ni mwana wa Daudi, atawafanya wayahudi wawe huru, wayahudi watetewe, wayahudi watolewe kwenye utumwa wa kutawaliwa na Warumi. Maana Warumi kipindi kile walikuwa wakitawala karibu ulimwengu wote. Na sasa Yesu anapoingia kwa shangwe hii, na iliandikwa wakisoma kwenye vitabu kwamba mfalme ataingia mfalme atakuwa amepanda punda na mwanapunda, ataingia kwa shangwe naye. Hiyo ni dalili ya mfalme kutawala. Kwa hiyo akasema, ndio huyu huyu amefika sasa Yerusalemu, ndio maana ukawa na shangwe ile yote kubwa namna vile, katika kitabu cha Zefania, na hiyo inaonyesha wazi kwamba shangwe ile ilikuwa ya kweli kwamba mfalme amefika. Kwa hiyo sisi leo hii tukishangilia, tunaonyesha vile vile kweli mfalme wa ulimwengu, mtawala wa ulimwengu, Bwana mwenye nguvu, uweza na mamlaka, uko katika enzi yake, katika neno lake. Mfalme amefika kutawala, na siku ya leo ya, ya mitende tunashangilia kwamba mfalme yupo, atarudi tu, ataendelea kutawala tu, na atatawala kwa wazi siku ile atakaporudi. Tunapofanya haya, tuna tunafurahia na tunashangilia na kwa upande mwingine, hiyo ndio kikubwa, hakuna kingine cha zaidi sana, ila siku ile ya kufufuka Yesu Kristo, ndio siku tunavyoweza kutoka kwa shangwe. Sasa maana furaha imekuja. Alipokufa ilikuwa huzuni, huzuni, watu wanahuzunika, lakini alipofufuka tu, shangwe ikaamka. Yesu, kuletea rehema ulimwengu, kuleta ukombozi ulimwenguni inaonyesha kwamba sasa watu wamewekwa huru wamekombolewa kutoka kwenye utumwa wa dhambi kutoka kwenye utumwa mbalimbali mbali. Na hivyo sasa, na sisi siku ile ya Pasaka tunaonyesha kwamba tuko huru. Yesu amekuja ametukomboa ametuweka huru, na sisi tunaonyesha matendo yale yale kuwasaidia watu, fedha, vyakula kuwatoa kwenye dhiki kuwaleta kwenye uhuru fulani aina fulani ya kupata amani kupata hueni katika maisha, ndio tunaonyesha siku ile ya Pasaka. kwangu kwa waumini wa, tumeendelea na Kwaresima kipindi hiki chote, na sasa tunaendea hili, ndio juma la mwisho. Wito kwa waumini kwanza kile ambacho wamejifunza kimefundishwa kipindi cha Kwaresima, Kwaresima wakati wa mfungo, maisha kujinyima maisha ya kukwepa dhambi waendelee nacho, kama waliweza basi wanaweza kaendelea nacho kabisa katika maisha yao, ikawa ndio utaratibu wa maisha yao sasa, maana wameanza kitu kipya, wamejifunza kitu kipya, wanaendelea nacho. Na hili juma la mwisho haswa ndio linawaingiza kwa ndani, waone mateso ya Bwana, waone maumivu ya Bwana kwa ajili ya wa ukombozi wao. Sasa waendelee wao pia kudumu katika maisha ya Kikristo wadumu katika kurehemu wengine, kuonyesha amani kwa wengine kwamba tumekombolewa na si tuonyeshe ukombozi ule ule kwa wengine. Kwa upande wao waumini wa kanisa hilo wakaelezea uelewa wao kwa kipindi cha Kwaresma, mitende hadi Pasaka, na nini waumini wanatakiwa kufanya kwa kipindi cha juma takatifu. Asante Rabi mfuko ni katibu wa mtaa wa Chumbageni St Augustino, kanisa lenye historia kubwa Tanga na Tanzania. Sikukuu ya mitende ni siku ambayo inaanza kutuonesha mwelekeo kuelekea Pasaka. Ni sikukuu ambayo kikumbukumbu inaonesha Bwana Yesu Kristo alipokuwa akiingia kwenye jiji kubwa la Yerusalemu, jiji la milango kumi na mbili, akiwa anaelekea kwenye Ijumaa Kuu ambayo tunaitaja kama ni siku ya mateso na siku ya ukombozi katika Wakristo na wasiokuwa Wakristo. Siku yetu ya leo ya mitende kama ilivyo utamaduni wa wakristo wote na wakristo wa Chumbageni St. Augustino. Huwa tunaanza kwa maandamano. Maandamano ni ishara ya kuonesha jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyokuwa akiingia kwenye jiji la Yerusalemu. Tunashika mitende. Kama nafasi ingekuwa na turuhusu zaidi tungeza hata kutandika nguo. Na kama nafasi ingeturuhusu zaidi tungeza hata kuleta mwana punda tukoonesha mfano halisi ilivyokuwa. Kwa sababu Yesu wakati anaingia Yerusalemu alipokelewa kwa matawi ya mitende, watu wakatandika nguo, yeye akiwa kwenye punda. Maandamano na hoihoi hoi kubwa, watu wakitarajia kabisa kwamba ni muda mchache kutoka siku hiyo kwamba wanakwenda kuokolewa kupitia mateso. Naambia waumini wa Chumbageni na Watanzania wote kwa ujumla, hiki ni kipindi kizuri zaidi kwa kumsogelea Mungu, na ni kipindi ambacho tunatakiwa tujitoe zaidi kiibada, ili tuweze kuwasaidia wale wenzetu ambao ni wahitaji hasa. Wahitaji ni watu ambao wanahitajika zaidi katika kipindi hiki. Na hata pindi vinavyoendelea Uh, tunafurahi kwa sababu ni siku ambayo Bwana Yesu aliingia Yerusalemu kwa shangwe, akapokelewa na wana wa Yerusalemu, lakini alikuwa kwenye matayarisho ya siku yetu ya ukombozi. Aliingia pale kwa shangwe, na wenzetu wakati ule, miti mingi kule Yerusalemu ni mitende. Kwa hiyo walikata matawi ya mitende wakampokea Bwana Yesu, walitandaza nguo zao, na Yesu akapita juu ya mitende pamoja na zile nguo zao. Sasa na sisi leo tunakumbuka siku ambayo Bwana Yesu aliingia Yerusalemu kwa shangwe, na sisi pia tunashangilia tuna, tuna kwa sababu Ijumaa kuu ambayo ni siku ya ukombozi wetu inakuja. Kwa hiyo tunafanya ukumbusho wa kumshangilia Yesu kwa ukombozi wake aliyotufanyia, kama wenzetu ni walivyofanya. Ni muumini wa kanisa la Anglikana Chumbageni. Kwa kweli leo ni siku ya mitende kama alivyotangulia mwenzangu kusema, leo ni siku ya furaha kwetu waumini wa Chumbageni na duniani kote. Mitende ni siku ambayo Bwana Yesu alifanya kabla ya Ijumaa kuu, wiki moja kabla, na ilikuwa ni siku ya shangwe watu walikuwa wamefurahia wakatandaza nguo zao mitende ya Bwana Yesu ili apate kupita kwa furaha kabisa. Kwa hiyo hili tukio linafanywa kila mwaka tarehe kama hizi ambalo linaadhimisha siku yetu ya mitende kwa ajili ya kumpokea Bwana Yesu. Nilipokea kwa furaha kubwa sana, kwa sababu binafsi mimi ninapenda kulisikia neno lake na kulielewa kama waumini wengine, na hii inatufundisha tuifate hii ishara kila mwaka itakapotokea, kama waumini wenzetu wanavyofanya huko kwa wenzetu. Kwa hiyo hili ni, ni tukio ambalo kila mwaka linaadhimishwa kwa ajili ya kumpokea Bwana Yesu. Waumini wa kanisa Anglikana na madhehebu mengine nchini wameadhimisha siku hii kwa kuandamana wakiwa na matawi ya mitende kuonyesha furaha yao ya ukombozi na kufutiwa dhambi na Bwana Yesu Kristo pale msalabani. Pamela Chaula, Tanga TV.